Ona nani, ona nani, ona tu, ona mambo. Unga ni raha Kavagara, unga ni raha Kavagara, unga ni raha Kavagara. Ni unga moja safi sana, ni white na inatoa unga, ni moja safi sana nanaweza kukulia na vitu kama ngatata, minofu ya ngatata, minofu ya nini ya, ya, ya, ya, ya, ya nyati, ni fry stew hii unga, na sasa pia inakupatia power budaboss. Power ambaye ona nini ina nini nini inaleta raha nini na inaleta nini raha tena kwa sana kwa mpigo mkali sana hidotucate na ukiwa pale, tengenezea watoto pale, watapata nguvu katika shule pale. Ukiwa wapi wewe, ni hitu hiva hii hii kitu nanii itakusaidia zaidi sana. Sasa leo nataka kukupigia stori mingi zaidi sana stori za mpaka ang'onge. Ah, sitakwambia kitu tena Kampuni ya Raha Premium inakuletea unga ya ngano, inakuletea unga ya ngano na ni sio unga ya ugali peke yake. Premium hii inakuletea pia unga ya ngano, na ni mara moja tunataka kutoa bila ku waste time, unaona sasa, inakuletea pia unga ya ngano hii ni unga ya chapo chapo, moja soft chapo moja soft tamu tena, na ni kuruka hii kampuni ndio sasa kusema wakati huu, na ndio manake leo nataka kuwatengenezea nini? Nataka kuwatengenezea sembe teng na hii mwewe. Sembe teng ya Raha kavagara na mwewe ai, itaweza hii maisha itakuwa poa basi kabisa, bila kupoteza wakati. Na ni sasa mafuta tuweke kwa pana upichi, ni mara moja nitambua, mimi si mtu wa waste time, na sinanga wifu niliwambia nyinyi kama my, my followers ama subscribers. Muziku wake na waziwazi ati oh, oh, tutakula nini oh, oh, ah, ah, ugaliman yuko na kila wakati nitakuwa nikiwaletea recipe. Ni nini munastahili nani kunyandua hiyo siku, si ndio? Bas sasa, wacha sasa niwatengenezee hii nani kwanza, mm. Hii sasa kaka mwewe ndio tunataka kukula na kavagara, sawa? Naona mm. Tuona tu sasa, nani ndio hii sasa tunataka kula na Kavagara hapa tu saa hii saa hii, si kesho. Hapa tu saa hii saa hii. Naye wakati inaendelea, si tuchukue Kavagara yetu tumwaye mwaye, si ndio? Tufungue moja, muone vile hii unga ni white na ni safi na inakamata tumbo. Unashiba masaa mingi, unaweza endelea kufanya kazi bila kuachilia hii. Hii inashika tumbo kabisa na kuweka pawa, una inashika tumbo kwa muda mrefu. Mm, utateseka teseka hadi wewe unatoka kwenda kutafuta kitu kingine yako manga bana. Hiko ndio unapunguza maji. Unaona ndio hii sasa. Mm. Tunaweza toa kavagara nyingine tena. Siko mingi. Raundi hii sasa tutashiba nani? Ona tu unga. Wewe ukienda tu pale kwa duka wewe sema hii. Ona tu vile kwa white. Ona ona nani? Naona tu ona tu vile kwa white. Mm. Ona tu. Naona sasa unafunga unga yako namna hii isije ikapata mende ingie ndani. Unaona sasa? Eh, yeah, hey, mwiko mwiko mwiko ndio hii sasa. Unaona? Unatangaza kwanza inyonya nyonya maji, wakati na nyonya nyonya maji ona, na ona namii, ona namii, we cheta na hii. Mm. Naona sasa cheta na mwewe indo mboga yetu indo tunataka kukula nahii kavagara, unaona eh? Mm. Weka pale kwanza. Mm. Weka hapo sasa. Mm. Ingine tena sehemu. Mm. Katakata, unaona sasa, nikukata tu ni kukata tu maminofu, kata tu bila kuogopa mm. Mambo ya chakula ya tumbo usikwage nayo na aibu, maanake mm, usipo manga utakufa, si hakuna tafadhali, unaona mm. Sasa unga na inaendelea, tafagara yetu ndio hiyo inaendelea, unaona hiyo mara moja, unaona sasa hii unapunguza nyama kidogo, maanake ni mingi hapa eh, toa kidogo pia ku maneno, basi ndio hiyo. Sasa nona laku mm. Ona kwanza hapa nini unga hii nona, ona nani, namwaya maji kidogo toke soft, naona ni white mm. Ona nani, ni white mhm Ona bile kwa white, ona mm. Na hii ukikula hii unga inakamataga tumbo mm. Iko na vitu inaitwa carbon hydrogen yani carbohydrate ni energy giving nutrient. Hii kazi unapiga kwa bidii, unatafuta pesa kwa sana, hii hizi mchezo nanii ndio hiyo sasa, ugari hmm, moja soft tena poa, unaona sasa, hmm. Tena ki, ni, ni soft mzuri tena white hmm. Sasa irudi kama tane na hii katingoho hmm. Hii domestic mwewe hmm. Sasa nataka niwapigie story ya Ngongo wa jamaa. Unajua Ngongo ilikuwaga mlima. Ngong haikuwaga Hills. Mm -hmm. Ngong ilikuwaga mulima. Nataka kukuambia ni nini kilichendeka. Corruption ile iko hii nchi mpaka imemanga. Ngong Hills inakuwa, Ngong Mountain inakuwa Ngong Hills. Corruption ile iko. Ah. Na ningoja kwanza ni nini hii? Ni keu sekeu. Baa. Naona tata nini. Mm. Labu nani ona nani, tumie hii ona, haraka haraka haraka haraka, tunataka kutengeneza to mchuzi fulani katakata. Mm. Kata nyanya haraka ya mchusi. Ngong hills imemangwa, Ngong mountain imemangwa ikakuwa Ngong hills. Ngong ilikuwa ga mountain. Nataka kukwambia geographical feature, geological feature vile Ngong ilijiform na ikajima ikamangwa namna gani jameni. Ona tu eh, mpaka nature iko na corruption. Mpaka nature iko na corruption. Nature ina manga mlima inaifanya ikuwe dogo ikuwe hills. Ngong haikukua hill. Ngong ilikuwa ga mountain. Mimi ni mtu ya zamani hapa, nataka kupatia geological feature ya Ngong. Kaa hapo, nisikize sasa, wacha mambo mingi. Nisikize usikie hii na nini. Hautaamini haki ya Mungu. Eti Ngong ilikuwa ni ni, ni ni ni, mountain. Na ikakuja kukua hills, yaani nature iko na corruption, nini? Corruption ina manga. Mm, si hata hapa tungeweka tu hakuna baya. Sio baya. Mm. Okay, yeah, see. Cheka. Mm. Sasa nani, hii ni sasa nitufunike, naona hiyo vitu. Mm. Ni mingi, vitu ni mingi. Ona, avocado, ona avocado, nani, ona tuona tu vitu tu, matesta ile tutaweka hii kitu ikue etamu kukolea. Bas. Mm. Sasa nataka kuanza story ya Ngong na ninarudia tena, Ngong ilikuwaga mlima miaka ya samani wakati eh, Mount Longonot ilikuwa inaerupt, ilitingiza ardhi kuanzia Suswa Maimayo, tukikuja mpaka Kajiado, hiyo strip ikajimesa chini, yani kasin so, kuna land zilibaki mlima na mlima na chini kabaki na mtaro ambao inaitwa Rift Valley. Sasa hii Rift Valley, wacha nikupatie story Upande wa Ngong ni kama ndio ilitendeka saidi tena. Ilikuja ikafura mlima ikafura na pande hii ya, ya Kajiado eh Kajiado North. Ndio sasa kukatokelezea mlima. Kwa hivyo kungekuwa na mlima mbili katika Greater Rift Valley. Kungekuwa na mlima eh, Longonot na kungekuwa na Mount Ngong. Kungekuwa na Mount Ngong. Lakini kwa nini Ngong iliisha? Ngong ilikuwa kama mrefu. Nakumbuka ile wakati nilikuwa ninaendaga Ukambani Northeastern E, Ukambani nilikuwa naonaga Ngongo. Uongo ama ukweli? Wale watu walikuwa wanaenda, ulikuwa unaenda huko ukambani na unaona Ngongo. Lakini tukwiti Ngongo ile ayonekani. Ngongo ile imekimesa wewe, unga Ngongo ile imekimesa. Ngongo imejimesa, imekimesa, imekimesa nani? mm. Ngongo ile imejimesa. ni nini nilifanya ngongo ikajimesa, na ilikuwaga mlima unaona. 1997 tulipatwa na kitu inaitwa national disaster. Kulitokelezea mvua kubwa ya kwanza inajiita El Nino, ambayo ilienda mwaka moja, ilienda from 1997 to 1998, iliosha hiyo mlima Ngong'o, ili yosha from juu, ilipata kitu inaitwa gali erosion, ili yosha ikapunguka, ikaende kipunguka, ikapunguka. Ona sasa Ngong'o hata ionekani katika map, Ngong'o imeisha, mpaka ikashinda majiologist. Wataiita aje? Ngong'o ilikuwa mlima ambaye ilikuwa inaitwa na Kimasai Enkongu emunyi, yaani inamaanisha mlima ambaye, na ambaye anatoka na maji. Mlima ambaye anatoka maji. Ilikuwa na moyo maji, springs maji safi, tena tamu. Ambaye ingekuwa Keriova, unakumbuka Keriova wale kwa mlima yao wanatoa maji na jita Keringet. Sasa hii Ngongils, Ngong Mountain kama ingekuwa imenywea, ime, ime ingekuwa sasa hii inatoa Karengata water. Bottled at the source. <laughs> Ona tu Ona tu vile nature iko na corruption. Nature pia ina manga bitu. Mm. El Nino litokelezea 1997 namba ilienda, ilienda mwaka mzima mpaka 1998. Ilinyonya Ngong Mountain. Ngong Mountain yote. Ngong ilikuwa hapa. Sasa inaosha tu sinamwaika tu chini. Sikiendaga na maji huko atirifa inaenda portion imemwaya yote. Sasa imebaki hapa. Ndio geologists wakaona hii ijafikia height sahihi ya mountain. Wakaichange jina from Enkong'u Emuny Tungongens, yani vile nature imemanga, angalia, nature is unfair sometimes, imetunyima yani <laughs> yani sisi watu wa Rongai Kajiado tungekuwa saa hii tunajiringa tutuko na, na, na Mlima Ngong, yani nature ilionea Rongai mpaka tumebakisiwa tu nini, tumebakisiwa tu kahinu kakitu kanini ka, ka, kakitu ka kadonyere ka, ka, ka yeah? Kalongo, tulibaki sio kamlongo, kalongo ya mlima. Hati ndio tunajigamba, tungekuwa tunapata pesa, wazungu wangekuwa nakuja hapa. Najua hili sasa. Anyway, ni sawa. God is good all the time and all the time. God is good. Maybe tungekuwa na hiyo mountain mambo ingekuwa pengine sio mzuri. Lakini tafakari pengine kama kungekuwa na mountain. But naye kama kungekuwa na mountain kungekuwa sawa bwana. Ah. Si ndio nani? Ona tu Kavagara sasa, nimesema toka tu saa hii nani, toka tu saa hii nani, edea unga ya Kavagara iyo unga, angalia, ninatoka katika Raha Premium Company. Hii unga ndio unga kabisa, hii unga ka mungu kimanga, inakupatia nguvu nani, unatenda kazi mpaka nini, ile ingine nini, inaleta raha nani, tena sana hii hivyo unga nani, endea hii saa hii, toka saa hii, nani, wacha kumwaya mate, toka endea Kangueno na uende raha saa hii, ulete tukoroge ugali pamoja na ugali maana na tupate raha katika maisha <laughs> yetu au sio? Ona tu, ona tu sembe, ona nani, ona ona sembe nani, ona bwana, ona nani, ona nani, usimwaye unga, ona sasa, ona, ona, mm, ona, mm, ona, ona, ukifika hapa ona, unatandaza Mm, unatamtasa. Una. Alafu unawacha nyonyanyonye nyonyanyonye nini? Nyonyanyonye moto, sawa sawa, nyonyanyonye hey, moto nani. Very good. Ona tu. Sasa huku namna gani? Very good. Hey. Wacha nikuje angalia tu hapo. Mwaya mate mwaya mate kumwaya, mwaya mate kumwaya na nini? Mwaya mate kumwaya, endelea. Alafu anaona, hii hii ni supu ile ambayo tulitoa kwa kuchemsha hii. Sasa hatutaitupa na kuonyesha saa hii saa hii, hmm. hata tuchukue hii tuweke juu hmm. Very good. Umeona eh? Mm, tuko na mboka, tuko na mboka. Naona tuko na mboka. Tuchukue mboka yetu tuweke hapa pia, umeona? Very good sasa, very good. Tufunikeko amboka umeona? Funikeko amboka

Mchuzi sasa tatoka hapa hata nani utaiba haleluya. Mwana? Hmm. Pindu wako, pindu wako tu. Hata si usijitese sana kuka. Hmm. Mwaya yako supu, mwaya yako supu. Naona sasa supu ndiyo itu memuaya sasa leta kuleta hapa na nani na mi. Naona sasa? Hmm. Naona masupu tulisha mwaya yako sasa. Hmm. Naona tu. Sasa ona nani? Weka hako tu hapa sasa chemuke. Chemuke nani? Kitu hii ife na mboka tena kupinyeko kabisa hivi na unyevunyevu. Ugali sasa hapa sasa, pinduweko mm, letako tu kuka. Mm, letako tu hii, tulisema hii tekniki ya kupika ugali. Ugali unapikangwa na tekniki mbili, spinning and smashing. Unaona kama hapa imeshakuwa. Una ni unaigeusa. Hii inaitwa spinning. Unaileta hapo pembeni. Muone sasa. Alafu narudisha na smashing. Hii inaitwa smashing. Unaona? Hii inaitwa smashing. Unaona tu smashing ndiyo hii sasa bwana. Unaona tena tena tu bwana, naona tu unageuza mwiko hapo bwana, unakongoa una smash eh? Ugalile natoka hapo ndugu yangu, hata we mwenyewe utaimba haleluya mm. Sasa ona, nanii nawacha kwanza kaive kito mm. Yani ni Kavagara from eh, ni ni Raha Premium inaleta raha katika maisha yetu. Hakuna kitu tamu dunia hii kwa Mkenya kama ugali tena, especially sio ugali, ni ugali. Ugali ni Raha Premium, kitu ni nyeupe, kitu tena inatamanika, na maisha mutu mate. Nikipata mboga kama hii inasukuma, ikipata kama tena hii ingine inasukuma, na maisha inaendelea, na unapata raha katika maisha yako. Ona tu, ona bwana. Sasa mimi nataka kupakua, nataka kupakua, msiende mbali, tata kutoa sembe niwapakulie. Msiende mbali, nani, msiende mbali, nani, msiende mbali, nani. Sasa tunatoa sembe na imeiva, nani. Sasa hmm. Sembe tata, ona tu sembe. Wewe nini? Ninyi mnastahili mkae pande. Kwa nini mnakaa hapa? Chakua hibo bitu saa hii, raha iko hapa na mnataka sasa kuleta makasiriko mm. Sasa unaona nataka kutoa mm. Sasa unaweka nini, maji kwa mwiko tu hivi, kirudi tu hivi, mwosho mmoja tu. Sasa inaitwa kokomba komba, mm, komba komba. Sasa unaona hii, unaona sasa, tu ngoja tu uone sembe ile tatoka. Nataka kukuletea karibu hapa, pana mchezo na nini hapa ni hapa ni raha tupu. Mm, kimbilia hii unga ya raha saa hii na ni. Saa hii saa hii kabla stroke hijaisha. Toka tu saa hii na ni. Hii unga ipeisha saa hii. Mm, utaikosa. Usiseme siku kwambia na ni. Kimbilia tu saa hii. Kimbilia chingoko. Kimbilia rumboka kwa no mix hapo kwa. Ni nini na ni? Ni nini na ni, unasaidiwa, unaona ni kama unaonewa. Una, una, una unaonewa. Mm. Mm. Ona tu sasa. Mm. Ona tu sasa na ni. Mm, ona tu kukamate na hii, eh, ona bwana, nataka tu ona nipatie macho, nataka tu uone ile sembe inatoka hapa. Ona tu tu ona ile sembe inatoka. Ona tu Kavagara ugali namba, inaleta raha katika maisha Mkenya. Sembe safi, sembe safi bigi. Mm, naona mm. Sasa bwana <laughs> eh, eh, eh. Tumefanya maneno eh hapo mm, tumefanya mambo bwana eh. Sasa ni nini? Ni, kisu ya kukata ndio hii, very good mboga ana kamboga kamboga, mboga tuangalie kamboga mwekeni tu macho hapa hapa hapa tu mm. Mm. Kwanza tuchape na kachumbi ona nani mm kadogo <laughs> mm. mm. tu huku juu juu, tuko mbali. tulisema chumvi mingi, zipo wazi ndio mm, simu nisema mm, unaona tu hii, hata ni kama imeiva sasa mm, hii sasa inastahili toka hapo, hii sasa bwa mm funikwe tu kidogo tu sasa. Mm. Nataka kuleta sasa nini masahani. Taka kuleta masahani sasa. Austin. Sasa kila mtu akuje na akichukua sahani yake anapakuliwa. Si ndio? Si ndio baba? Eh, bas. Nimeona yanania habi gero. Angojeni kidogo ambao kaka naiva. Leo mtaiva, aleluya, leo leo mulo. Uhu. Leo leo mulo ni mulo otina.

Austin. Kamu, kamu kamu sasa. Nataka nataka umange bwana uende. Oh. Jiprepare mam, jiprepare, jiprepare. It's ready, mami. You need to eat. Hmm. Chukua sahani yako hapo, iko nini unaiona? Unaiona hapo. Mm.

hapo tu ndio, hiyo tu anaona, neze tuone tukafagara mboga akangweno. Asante sana baba, nakwambia, mange unga raha, itakupatia raha katika maisha yako. Leta sahani moja hapo mami, itani abige lako Suite. ama sawa tu manga mzae, si ndio? Ongezeko kidogo <laughs> supu proper. Mm. Ay, usingue mboga. Mboga kwanza iko hapa mama, kuonyesha one hiyo unga ya kafagara, zungucha ona tu round round, ikafagara ndiyo hiyo mboka nini, mambo bie mama, ende umange upate raha katika maisha yako. Amen. mm. Sasa ni wakati yangu sasa sisi tu tunaweza si chesea tu hapa kwa sauce sembe. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. kwanza